Kwa kuna watu wanawachukulia poa wazazi wao. Kuna watu wanawachukulia poa a, mama na baba kama wapo. Kuna watu ambao baba anapiga simu, mama anapiga simu, unaiangalia huyu naye ameshaanza. Kuna sisi ambao tunatamani, mimi nipo kwenye resi ya maisha, naenda katika makaburi makaburini na najaribu kwamba yani mama ainuke, atoe maelekezo au unatamani simu ya baba itoke. okay, atoe maelekezo. Maana mimi unajua namba ya mama wangu sikuwahi kuifuta kwenye kwenye, kwenye simu yangu. Kwa hiyo kuna, kuna, kuna muda katika maisha ya utafika ambayo utahitaji hiyo simu ya ya ya, ya mama au ya baba hata ipige tu, lakini hautokuwa na nafasi hiyo. Ndio maana unapokuwa na katika hasa zako zote unazokuwa nazo, kujuana tu kumjulia hali mzazi wako au kusikia kutoka kwa mzazi wako ni heshima tosha mm, na heshima e, nzuri. Watu wako Dar es Salaam, mtu anafika Tabata, ana ndugu yake yupo kijijini, mama yake yupo Mvumi huko, anamng'ang'ania mama wa kufikia wa Tabata, kwa sababu yule mama ana gari, kwa sababu yule mama anani, kwa mujibu wa Mungu, kwa sababu Mungu sio binadamu, baraka zako ziko kwa mzazi wako kule kule alipo. Unapofanikiwa ukapata kidogo, msaidie mzazi wako huko huko alafu simpangie jinsi ya yeye kula raha wewe mwambie tu mama nimekutumia shilingi elfu kumi just be happy ile asante ya kutoka kwa mama ni kubwa kuliko hizi tano za, washa, za washabiki za washikaji